Na muungano wa wanawake kaunti ya Turkana chini ya mwavuli wa Voice of the Women wamejitokeza na kukashifu mauaji ya kila mara kwenye mpaka wa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Wakizungumza huko Lodwar, kina mama hao wamedokeza kwamba pindi tu viongozi wa kisiasa pande zote wanapozungumza mauaji hutokea. Shughuli ya uchimbaji migodi katika mpaka wa kaunti hizo mbili umechangia kuongezeka kwa utovu wa usalama, waziri ama wizara husika ikitakiwa kuainisha sekta hiyo ya madini ili kuleta uh, ama kusaidia katika kuimarisha usalama eneo hilo. Viongozi wetu ambao wamepatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu kupitia watu wa kaunti hizi mbili wameendelea kusozana kwa maneno. Wameendelea kuitania majina. Wameendelea na lawama na hayo mambo yanatu, yanatuguza sana yanatupatia huzuni. Maafa imepatikana kwa wingi sana kwa kaunti zote mbili, lakini serikali sijaona wakikashifu, sijaona wakiingilia, sijaona wakisema jambo lolote. So tunashangaa sisi kama kina mama, serikali ina plani gani? Usicheze na maneno ya, ya, ya, ya fifa ya watoto Mambo ya amani sio ya kwenda kuongea ndio ufurahishe kiongozi fulani, ndio aseme ati mimi nimeongea, ulienda kuntetea. Hapa hatuja kuja kutetea kiongozi yeyote, hao viongozi wanaochochea watu. Mambo ya boundary inaeleweka, wacha iwekwe wazi. Mkenya yeyote anaweza ishi Pokot, Mkenya yeyote anaweza ishi Turkana, Pokot anaweza ishi hata hapa. Tuko na wapokot huko, pia Pokot tuko na Waturkana.